Kwa masupasta wengi sana kutokea hapa Tanzania, haijalishi kwamba ni e, mwanamichezo lakini pia au ni mwanamuziki, wamekuwa na ndoto nyingi sana kuweza kuingia katika e, bunge la Tanzania. Na hii leo e, bwana, tumeona kabisa kuna post ambayo amekwisha kuipost e, TID mnyama, na kuweza kumshukuru e, bwana Jide Commando kuweza kumsaidia au kwa ni moja kati ya watu ambao pia wamemfanya yeye aweze e, kuingia katika bunge la Tanzania. Sasa mwanamuziki TID ameweza kumshukuru Lady JD pia e, kupitia kurasa wake wa Instagram na hii ni mara baada ya kuweza ku kufanikisha safari yake ya kufika bungeni mjini Dodoma. Kupitia maneno yake, TID ameweza kuandika, alikuwa amepost eh, kwenye Instagram yake na kuandika thanks Judy, sijawahi fika bungeni na kupenda eh, siku zote. Lakini pia tunajua kabisa kwamba Jideu eh, Lady Jay Dee yuko Dodoma kwa ajili ya utambulisho wa albamu yake eh, ya kumi ambayo inafanyika Silver eh, ambayo inafahamika jina la Silver ambayo pia ameweza kubeba sura mpya ya kuweza kuweka ukomavu eh, wa kisanii na hii ni mara baada ya kuweza kutimiza miaka ishirini na tano ya muziki. TID na Jide pia waliwahi kuweza kushirikiana kwenye mkwaju wa kihistoria ambao unafahamika kwa jina la Understanding na bado eh, wameshikamana eh, kama wasanii wa kongwe ambao pia walijenga muziki au eh, msingi tunaweza tukasema wa Bongo Flavor kutokea hapa eh, Tanzania. Lakini pia Jide alipitia kwenye posti hiyo ya TID na kuweza kuandika eh, comments na kuandika kwamba nimecheka kifala, love you my boy huo ndo ndo comments e ambayo aliweza kumjibu uh, bwana TID mara baada ya kuweza kumsifia kumwambia kwamba asante kwa kuweza kumsababisha yeye kuweza kufika uh, bungeni. Sasa hii ni ishara kuwa kuna heshima kubwa sana kati ya icons hawa wawili wa Bongo Flava, nikimaanisha TID uh, pamoja na Jide. na sasa wako wote Dodoma huko, TID amewakaribisha mashabiki kuweza kufika Royal Village Ijumaa uh, siku ya tarehe 20 kwa ajili ya kuweza kupata burudani ya utambulisho wa album hiyo mpya ya so, Jide. Jide So Jide ameamua kwenda Dodoma kuweza ku kutambulisha albamu yake na vitu vingine, vitakuwa enpoa zaidi. Watu wengi wanategemea kuona itakuwa ni albamu ya namna gani, kwa sababu ni mmoja kati ya wasanii ambao pia kitambo na hicho wamekwisha kuanza eh, kuimba. Drop comment yako hapo, maoni yako vipi kuhusiana na hili ukisubscribe channel yetu, utakomentisha kinomanoma chao.